Ungefungwa mechi ya ugenini, wangefungwa mechi, sidhani kama ukocha leo angekuwa watu wanamuelewa, lakini amefanya kile kitu ambacho e, Yanga wanakihitaji. wanahitaji matokeo goli tano goli tano wana, wame, wamezipata ndani ya nyumbani na ugenini. Wa, wamepata clean sheet tena haja bila kupata hata goli. Kwa mimi naamini ni kocha mzuri. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo anataka kuviingiza ndani ya timu, na mimi naamini endapo timu ikikaa, itakuwa mfano wake mzuri tu kama Nasri Nabi ndani yeah. Vitu vizuri ndani ya timu vimeonekana. Kwa hiyo role yake kubwa ni kwenye uwanja wa mazoezi, na anaenda kuongea na vijana wake, then mechi inokuja aweze kubadilisha vile ambavyo vimefanya vime, vime tofauti na vijana wake. Tumeona Ndabwile kwenye mchezo wa leo amefunga tena, mara baada ya mchezo wa kwanza pia kupata nafasi ya kufunga. Unamzungumziaje Azizi Ndabwile? Na mimi naamini kwamba ni mchezaji ambaye ametoka kuaminiwa na mwalimu, kama ametoka kuaminiwa na mwalimu ni si jambo geni kwa mchezaji ambaye alikuwa hapati nafasi kwa mwalimu fulani, kwa kwa Ibrahim Baka. Ibrahim Baka alikuwa hapati nafasi lakini, Nasri Nabi alivyoingia Yanga, akaona ni, ni mchezaji ambaye ana, anaweza kuniofa kitu badala ya, ya, ya Baka Nondo, Mwamnyeto pacha alikuwa anacheza pale Dickson Jobu pamoja na eh, Baka Nondo, Mwamnyeto. Kipindi hicho Baka alikuwa iko nje yote kwa yote. Naamini mwalimu amekiona anachompa Aziz Nabwile ni, ni kitu sahihi kwa maelekezo yake. Kwa hiyo tuamini kocha anacho tumwamini kocha. Kwa nini anamwamini Azizi Anabwile? Maana kwenye uwanja wa mazoezi Azizi anajitoa kwa asilimia kubwa, na hiki anachokifanya yeye mwalimu, lazima mashabiki wa Yanga wamfuate mwalimu ambacho anakifanya. uh, mimi namwona e, kwa sababu hivi vilabu vya Simba na Yanga vina presha sana nje ya uwanja. Sasa kama uongozi utaishi kwa kelele hawataki kumwachia mwalimu aingize mifumo wake kwa wachezaji, itakuwa ni shida, lakini mimi naamini ni kocha mzuri, kwa sababu kitu cha kwanza ni matokeo anapata, si ndivyo? Ingelikuwa kuna, kuna matokeo ambayo yana shida. Mimi nafikiri kikubwa ni mashabiki wa Yanga kuwa na utulivu. Hiki kipindi sio kipindi kizuri, mwalimu mpya, wachezaji wapya, vitu lazima viingie kwa wachezaji, then tutakuja kuiona timu yao, watakuja kuiona timu yao inacheza vizuri.